Amani na salama, amani na salama. Anaitwa Lewis Kanyamaha kutoka Jimbo Katoliki la Iringa. Swali so, lake ni kwamba nini uwepo wa watakatifu na wapi chimbuko lao? Watakatifu, kwanza kusema mtakatifu maanake mtu anayeishi vizuri akimstai na kumtii na kumwogopa Mungu na vilevile, katika matendo yake akiishi vizuri na wanadamu yani anayempenda Mungu na moyo wake wote na kuwapenda wanadamu kama anavyompenda Mungu nah. Na watakatifu toke lao ni toka Agano la Kale. Agano la Kale tayari tunakuta wanaongea juu ya watakatifu, akina Ibrahimu, akina nani hao, akina Isaka, akina Yakobo yaani Israeli. tunaongea juu ya watakatifu mbalimbali mbali. Alafu Wakristo wa kwanza waliitana watakatifu, ni kwa sababu katika kanisa la kwanza walikuwa kabisa wanataka kuishi kama watakatifu na walijitahidi kweli kuishi kitakatifu na kwa sababu walikuwa ni wachache na walikuwa na watakatifu, walikuwa wanadhalilishwa, wanauawa, wanafanya nini hivyo, kila mmoja aliishi ali kana kwamba anakuja kufa siku ya leo kwa ajili ya jina la Bwana. Hivyo waliishi sana kitakatifu na kwa kili wakristo wa kwanza wengi walikuwa watakatifu. Alafu kanisa la kwanza wakristo wa kwanza kwa sababu ya kuvuguziwa walikuwa wanasali kwenye makaburi ya watakatifu, watu walipouawa walikuwa wanawazika kule kwenye makatakomba, yaani chini ya ardhi na kule chini ya ardhi juu ya makaburi hayo walikuwa wanakwenda kusali, na kwa sababu Warumi walikuwa wanaogopa wafu, waliogopa kwenda kule kuwafuata. Hivyo walipokuwa wanasali kwenye makaburi kule walikuwa wako salama, na hapo ndio polepole ikaanza vile vile heshima kwa watakatifu, kwa sababu walikuwa wanasali pamoja nao, na likaonekana kanisa lilo moja, kanisa la mbinguni la watakatifu na kanisa la hapa ambapo tuko duniani na mpaka leo tunaendelea bado na ibada hiyo ya watakatifu, na jinsi wanavyojitokea kwa namna ya pekee Mama Maria na anavyokuwa pamoja nasi inadhihirika, yani Mungu amefanya miujiza ili tuone kweli kwama watakatifu hapa.